Madam Gladys Wanga. Wanga, respect Uhuru Kenyatta namna huwezi sugua meno yako na jiwe. Tell uh, President Uhuru Kenyatta that when you when you retire as a president you become the single most unifying factor for the nation. And today President Uhuru Kenyatta is the only living retired president. And therefore, He must be the father of the nation. He cannot be dragged into partisan politics. Nataka kuambia Glad, Madam Gladys Wanga, heshimu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta namna umejiheshimu, uwezi kasugua meno yako na jiwe. Gladys Wanga, Oma Bay Municipal Market haina stima, wamama wenzako ambayo alikuchagua walirauka 2022 kupiga foleni kukuchagua kama gavana wao, wanausa kwa Giza, Oma Bay, Municipal Market, lakini wewe uko na kiherehere kushutumu aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Wanga, unatumika vibaya na Kenya Kwanza. Wanga, unatumika vibaya na chama cha UDA. Kama we ni mwana UDA, hama kwa ODM, enda kwa UDA. Jambo la pili, madam governor Ulichaguliwa na wakazi wa Omabei ili ubadilishe maisha yao. Omabei haina maji safi. Omabei wa mama wenzako wanauza kwa gisa, wewe yuko mbioni kushutumu Uhuru Kenyatta. Nataka nikujulishe kitu moja, Madam Governor: hakuna mtu atakushika mkono, weka kwa akili yako vizuri, hakuna mtu atakaye kushika mkono na hakuna mtu atakayekuja Omabei kukufanyia wewe kampeni Namba tu, hauna kura yoyote Homa Bay, hata kura ya kuchagua MCO, uwezi deliver kama governor. Mheshimiwa Wanga kuja polepole pole kwa siasa ya Lunyanza. Tuko na James Bobo Rengo, hao ni watu ambao walishikwa na serikali ya Kanu, wapo wanakuangalia. Kuna Professor Nyong'o omin Mary, yuko governor wa Kisumu anakuangalia jinsi uko na kereere kwa siasa. Tuko na Daktari Oburu Odinga. But ukisikiza Wanga akisungumuza hivi, Wanga anatumika na watu wa UDA. Ni juzi Faruki Beta alikuwa anasomea Uhuru Kenyatta kama mtoto wake. Leo hii Governor Homa Bay anasomea Uhuru Kenyatta kama mtoto wake. Hapo nataka kukuambia kitu kimoja Gladys Wanga. 2027 unaenda nyumbani. One time is real. Na itaanza na wewe kisha ende kwa mheshimiwa Rais William Ruto. Omabei, ulichaguliwa ubadilishe maisha na hali ya Omabei. Omabei, Oma Bey inazidi kukua mstuni. Hakuna jambo kipya tangu uchaguliwe Omabei, but yuko radhi kufoka. Yuko radhi kufoka na kutukana wengine kwa wanasiasa. Ni juzi tu ulisema kwamba utashika sehemu nyeti ya nani? Mheshimiwa Gashagwa. Sasa hii umesahau tena, umegeukia Uhuru Kenyatta. But kwa Uhuru Kenyatta tutadeal na wewe jinsi unatakikana. Madam Governor, kama unataka maneno kwa social media, tutakupea maneno. Uhuru Kenyatta sio rika yako Governor Omabei. Uhuru Kenyatta sio kiwango chako. Kama unataka wanasiasa ya siasa ndogo kama yako tafuta wengine, lakini sio mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hatuwezi linganisha hata na mheshimiwa Rais William Ruto. Saa hii biashara imenoga Kisumu, kwa sababu mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya renovation Kisumu Port. Saa hii biashara imenoga. Biashara ni juzi juzi tu siku ya Alhamisi ukisoma ma, ma, gazeti kama maswala ya business, nilikuwa nasema Kisumu inanoka kwa biashara, kata si nini Kisumu Port. But wewe yuko radhi kutukana Uhuru, yuko radhi kusomia Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta sio rika yako na sio kiwango yako, mama. Siasa ya peti ambayo unataka kufanya na Uhuru Kenyatta we cannot allow you hatutakubali wewe, ambao umeshindwa na kazi Oma Bay, wewe ambao Oma Bay kuna ghost waka 1327 ghost waka. Shughulikia kwanza ghost waka, shughulikia wamama ya Oma Bay wapate stima, ndio kuje kusomia mheshimu Uhuru Kenyatta. Kenye inakusumbua ni kitu kimoja, ya kwamba juzi muliona Uhuru Kenyatta na uburodinga, so unaona ya kwamba mnanyang'anywa hiyo ajenda yenu ya kuingia kwa serikali. Unaweza resign kama mwenyekiti wa chama cha ODM, uingie kwa serikali, upewe mwenyekiti wa UDA, upambane na Uhuru Kenyatta. Kwa sababu wale wanashtumu Uhuru Kenyatta ni watu wa UDA ikiwemo Faruki Bet, Mheshimiwa Usudi, wao ndio wanashtumu nani? Uhuru Kenyatta. So lengo yako dhamuni ni lengo, umepewa kazi ya kusambaratisha wajaluo ili wajaluo wasifanye kazi na Uhuru Kenyatta. But nataka niwakikishe sisi kama vijana tunavunia legacy ya Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga Luo Nyanza. But hakuna chochote tunaweza vuna, tunaweza jivunia kwako na serikali ya UDA, entire Luo Nyanza haipo. Hakuna chochote Ruto amefanya since Andisek na baba. But wewe yuko radi kukana, yuko radi kusomea Uhuru Kenyatta. Madam heshimu Uhuru Kenyatta na koma kwa Uhuru Kenyatta jinsi ulikoma kunyonya. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja tu, kama unadhani ya kwamba sasa unataka kutupanga kwa sababu wewe ndio unaona kwamba wewe ni mwena, master. Wewe ndio vocal. But kwa Uhuru Kenyatta, my friend, lazima uheshimu Uhuru Kenyatta kwa sababu Uhuru Kenyatta sio kiwango yako, Uhuru Kenyatta sio rika yako, lazima apewe heshima yake ambayo inastahili. Kama unataka kufanya siasa ya petty politics yenye ina maendeleo, resign, enda kwa UDA, ukae huko siasa ya uongo, but siasa ya kukuja kucheza na Uhuru Kenyatta, hiyo hatutakubali. Tutapambana we kwa mtandao, tutapambana we kwa mtandao, kwa, kwa ground, kwa hewa, tutapambana we kabisa, kwa sababu kama wamama waume bende hawana stima, wamama hawana stima, wamama hawana stima. Wewe ni governor, wewe ni governor ama wewe ni president? Bwana, fanya kazi ya governor na ujua ya kwamba unaenda nyumbani 2027.